Mambo, mambo. Uh, ume, ume mechi ni ah, nzuri sana. wamecheza vizuri sana, wachezaji wetu wanafanya vizuri, yani hakuna ya wa kutuzidi kwa sasa Tanzania na Afrika. Afrika, ee <laughs> <Ayaw. laughs> <Ayaw. inaudible> <inaudible> Sio mbaya kwa sababu sisi ni washindi kwa sababu sisi ndio tumetangulia kufunga. Alafu pia tumekosa magoli mengi ambapo tayari tungetoka na ilikuwa ushindi, yani ni ushindi tosha. Yes. Tumeshapita. Ah, yani hiyo lazima haipingwi. Mm. Nimejisikia Raha sana, nina amani, nimefurahi, nimeenjoy. Salaam. Hamna kitu yani. Usimalizie kuniuliza swali kama hilo, hamna kitu pale. Siwezi kuongea chochote pale, hamna kitu. Kwa nini iwe ngumu? Haijalishi, sisi tumetangulia kufunga, sisi ni washinde y, yeah. Sare moja inatosha. So mbaya mm. Wamejitahidi, siwezi kusema eti ni mbaya tuhuzunike. Hapana, somehow we are happy. <laughs> Thank you.